Yaani, Mungu anipe nini jamani. Mimi kwa kweli nilikuwa nakutafuta kwa hamu, nikasema nitakutana na wewe saa ngapi? Yani kuda deki, mguu wangu usiutoi leo hapa, nataka pesa yangu. Yani mambo ya kunizungusha zungusha tu miezi, na katika kila siku unaniambia utanipa kuda deki. Leo nataka pesa yangu mzee Matata, sikupeleki polisi. Yani mimi na wewe hapa, mtu ube tu kwa kweli Bwana Ngonyani, nawe kelele zote za nini? Nawe yani, unataka kila mtu aje asikie kwamba tunagombana? Eti yani kwamba kwamba unaona la kwamba kupiga tu yani, kupayuka payuka tu, makelele mtaani. Wewe huwezi kunisubiri? si nimekwambia nitakulipa, si unisubiri nije nikufuate mpaka nyumbani kwako mwenyewe. Yani unanipiga piga tu kelele, ukinikuta tu ni makelele tu ni makelele nimekwambia nitakulipa lideni lako bwana kaira kenyewe akajafanya aka, kazi yoyote nataka tukudidaidai. Sikiliza bwana, nitakupatia kuna hela naisubiri, bwana, acha kunisumbua bwana. Sikiliza wewe mzee Matata, hizo porojo zako ni shazizoea. Hizo porojo kusanya, peleka studio ukatoe ngoma, kama unaona ni diri. Sikiliza hapa, nimekwambia mguu wako mguu wangu, nataka pesa yangu, sinyanyuki. Yani kudadadeki, patachimbika hapa. Mzee Matata, nitakupiga vichwa ujue, nitakupiga ngumi za kila rangi. Yani usi, usinikorofishe, unajua yani nitakupiga ho ho. Kwa hiyo sasa unanitisha, si ndio? Unanitisha? Aya, jaribu sasa kunipiga kama hujapiga pesa yako, jaribu kunigusa, nakwambia utaipiga pesa yako kwanza. Sitakulipa, yaani ukinijaribu tu hata kidogo kunitomasa, sitakulipa. Ndo nakwambia, nimeshakwambia hivi. Nitakuletea pesa yako hata nyumbani kwako. Mbona unakuwa na kiherehere kama mkojo wa asubuhi? Kwani si ukae huko utulie nyumbani kwako? Si nimekwambia nitakuja huko huko Nimekwambia kuna hela na isubiri, nikipata tu nitakuja, nitakuletea. Acha kujifanya una kamdomo mdomo, shauri yako mzee Matata. Hii ninakwambia ni mara ya mwisho, pesa yangu nisipoipata, haki ya Mungu, yani pale kituo cha polisi kitakuwa ndio nyumbani kwako. Hii ni mara ya mwisho nakutana na wewe na, we, na nishakwambia, nitakuja mpaka kwa mke wako pale, nikuharibie nikuchafurie kila kitu nitakuja nichukue mavitu yako ya ndani kwanza, mavitu yenyewe na matunguri tu mli ndani, mwangalie vile kila siku na kazi tu ya kuongea ongea mambo ya kipumbavu. Nenda bwana huko, nishakuweza wewe, nenda, nimekwambia nitakuletea. Unaongea ongea sasa maneno ya kijingajinga ya nini kwanza? ushapa faida, watu mtaani hapa kila mtu anajua mimi nadaiwa, mwangalie vile.